Niwaambie wakandarasi wa, wa kigeni mnapokuja hapa nchini, Tanzania imewaajiri nyie, sio mabosi wetu. Anakuja kama anakuja kukagua vibarua wa wake, anaamua mwenyewe afike lini site Akamasi. Naelekeza na wale washirika wetu tunaoshirikiana kwenye mradi huu, ndani ya mwezi huu jambo hili liwe limeisha, watuambie wanaendelea ama hawaendelei. Hii nchi ni yetu, na Mheshimiwa Rais ametoka kutuambia juzi, wakati anazindua bunge na siku anaapisha, hatuna mjomba, tuna mama tu, anaitwa Tanzania na kama hawataendelea, mheshimiwa waziri, wapatie wakandarasi hawa wadogo waliokuwa ambao wame, wame, wamesubirishwa wanababaishwa, wapatie wamalizie kazi. Tutajenga, tutajenga. Na huyu ndo mwanzo, tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa. Na huyu ndo itakuwa somo, akamatwe naei atafute kama hii hujuma yote hii aliyotuchelewesha miaka yote hii, na alitakiwa alipe fidia nchi yetu, hajalipa. Kama haanguki kwenye hatia yoyote ya kuhujumu Watanzania na kuhujumu maisha ya Watanzania.